Singeli ni aina ya muziki wa kiutamaduni wenye nguvu nyingi ambayo imeibuka katika mikoa ya pwani ya Tanzania tangu mwanzoni mwa karne ya 20. Singeli hutumika katika shughuli mbalimbali za kijamii, hususani kwa kutoa fursa kwa jamii katika kushughulikia masuala yanayohusu vijana, ustahamilivu na uzoefu wa maisha ya vijijini na mijini. aji wake ni unachukua ngoma za Kizaramo, unachukua ngoma hizi za wenyewe wanaita ngoma za Mtwara, Mtwara huko, unachanganya zile ngoma na ngoma za baikoko, unapata yale machekecheo yale unayachanganya tu kwa pamoja, unapata kitu kimoja kinaitwa mchicha ambacho kile kina cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Ukikiweka kile tu unakuwa umepata laza sasa pale ya Singeli. Singeli kama nyenzo ya kujieleza kiutamaduni na kijamii imekuwa ikichezwa katika mikusanyiko ya kiutamaduni na ya kijamii kama vile matamasha ya kiutamaduni, matukio ya kiutamaduni, sherehe za harusi, jando na unyago, na mikutano ya kisiasa mijini na vijijini ya muziki wa singeli imekita mizizi katika ngoma za asili za kiutamaduni na muziki ikijumuisha ala kama vile ngoma, marimba na vichekeche. Mitindo hii ya muziki wa asili wa vanga, mdundiko, gombe sugu, singenge, mkwaju, ngoma sindimba, mdundiko na madogori ambazo huchezwa katika makabila zaidi ya 120 nchini Tanzania. Mwishoni mwa karne ya 20, matumizi ya ala za muziki kama vile midundo ya kielektroniki, melodia na kinanda zilichochea ukuaji wa muziki wa singeli na kusababisha kuibuka kwa muziki wa mnanda, mchiriku na taarabu ambazo ziliunganisha mitindo ya muziki wa jadi na ya kisasa. Mimi nilibuni kutokea kwenye taarabu kwa sababu ilikuwa unajua, enzi ya vigodoro nazungumzia mm. Kuna kipindi fulani hivi kulikuwa na mashughuli mengi sana mm. Watu kufanya harusi, ngoma nini, kipindi kile mm. Taarabu, mambo ya pwani, mambo ya pwani mm. Ila sisi watu wa uswahilini tuna majina yetu, ni tukatoa ile. Mimi nikasema kigodoro, yaani kigodoro. Kumbe sehemu kama kuna harusi hapa, kuna kesha mziki mm. Sisi ile naita kigodoro watu wanakesha kama kesho kuna mtu anaolewa, mm. au kama nini, ni yani vitu kama hivyo, tunajua mziki umetokea kule. Kwa hiyo wasanii wa singeli, cha kwanza kabla kuwashukuru mashabiki kwanza, kwa tuwashukuru waimba taarabu kwa sababu wao ndo tulianza kuchukua biti zao na kuimbia kwenye shughuli za mtaani, tunaita vigodoro. Singeli ni muziki muhimu unaoleta umoja na kuunganisha jamii kupitia mitindo anuai ya muziki wa kiutamaduni na hivyo kuchangia katika kuimarisha utangamano wa kijamii na utambulisho wa kitamaduni wa Mtanzania. Kadri mabadiliko ya kijamii na maendeleo ya kiteknolojia yalivyoendelea, hasa kutokana na kuongezeka kwa majukwaa ya kidijitali mwanzoni wa miaka ya 1990, singeli ilishamiri na kuwa mtindo wa kipekee wa muziki unaopendwa kuchezwa kote nchini huku ukiendelea kuhifadhi uasili na umuhimu wake wa kiutamaduni. Namna ambavyo watu wanausikiza mziki wa singeli sasa hivi ni juhudi zetu sisi za namna ambavyo tumeushepa. Watu walikuwa waimbi hivi kabisa, walikuwa wanaimba kwa kurudia maneno. Unaweza ukasikiza wimbo mmoja wa dakika sita mtu anarudia maneno katika verse, anarudia. Na ulikuwa kuna nyakati unaletewa wimbo na msanii kutoka mtaani una dakika kumi na moja unanenea vizuri sasa ili DJ aweze ku mix ili mweze kuizungumzia ili kwenye kipindi mtengeneze content kwa tukawa tunatafuta wasanii tunaanza kuwapa darasa kwamba kwa unajua hii ni redio ili tuweze kufanya vipindi vikawa vizuri watu wakasikiliza na tukapiga nyimbo nyingi zaidi lazima tuwe kwanza tunazifupisha nyimbo ziwe fupi tupate nyimbo za dakika mbili tatu ili tuweze kuzipiga nyingi na ili tuweze kuwapromoti kwa ukubwa kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia Muziki wa singeli ulibadilika na kuwa na mitindo miwili ya muziki kama vile mtindo wa ladha unaotumia mtindo wa melodia ya polepole pole, na, na, na bakora inayotofautishwa na mdundo wake wa haraka na wa nguvu kutoka katika kigodoro ila ukawa na majina mengi sababu so katikati pofika mwimbaji baada ya kuwa tuko wengi kwa kuna ushindani kwa mwimbaji kana anataka muziki au ite jina ambalo alitaka yeye eh. eh. Unajua Msaga mm. Sumu akasema bwana, mimi ni Ralaza. Akawa anaita Ralaza kutokana eh. na ina yake au mwimbaji, mimi ni Ralaza, bi muziki naita show za kibabu kwa sababu muziki wangu kwa pinch yangu mimi natumia kali mm. ndio yeye mpendea kuna laptop lakini tuna American Audio hizi hizi kuna kila eh. aina Bakora ina mwendo wa haraka ikijumuisha vionjo vya mchiriku, mnanda na baadhi ya ngoma za asili za makabila mbalimbali mbali. Jina la muziki wa Singeli lilipata umaarufu kutokana na msanii almaarufu Kisingeli ambaye mtindo wake wa kipekee wa uchezaji ulivutia hadhira kubwa na hivyo kuchangia muziki wa Singeli kupata umaarufu na utambulishi wake kutokana na mtindo uchezaji wa msanii huyo. Jina langu la halisi kabisa la sanaa anaitwa Kisingeli, na mimi ndo mwanzilishi wa mziki huu. Walikuwa wakiimba wale haukubaliki au, mpaka nifike mimi mwana kudansi ndio nawakusanya watu wote, wananielea mimi nachokifanya kitu gani, ila wao baadaye wasanii wenzangu waimbaji kina Sholo Mwamba, Man Fongo wakaubadilisha muziki wakaweka S baada ya K. Eh, lakini jina langu la halisi kabisa la na sanaa naitwa Kisingeli. Hivi sasa muziki wa Singeli umeendelea kushamiri kupitia maonesho, matamasha, ushirikishwaji wa jamii na mafunzo ya wanagenzi, ustawi na manufaa yake kwa matumizi ya vizazi vya sasa na vijavyo. Maisha yetu kusema kweli, mwanzo tulikuwa tunaimba, lakini tulikuwa tunaimba kwa ugumu, kwa ugumu tofautishana. Sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ngazi tulizoziweka sasa hivi, mziki huu wa Singeli umekuwa ni ajira kubwa kubwa kubwa sana hususani sisi kwetu vijana.